Mweshimiwa mgeni rasmi, kabla ya waandishi wa mwaka huu iliamua kufanya maazimisho haya kwa njia ya kufanya matendo ya huruma yani kijamii, kama moja, kuzitembelea familia za waandishi waliotangulia mbele za haki ili kuzifariji; mbili, kutoa msaada wa sale za shule kwa wanafunzi ishirini ambao wapo katika mazingira magumu. Mafanikio, klabu yetu ina mradi wa kuotesha micha ya parachichi lakini pia ina shamba la kahawa ambalo lipo katika kijiji cha Masangula na kuwa panapo majali, mwaka ujao tutaanza kupata mavuno. Pia tunatoa mradi mwingine wa kukopesha kwa riba nafuu kupitia mkoba, mradi ambao unaendelea kuwanufaisha wanachama kwa kukopa kwa riba nafuu na kufanya maendeleo yao binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, klabu ya waandishi wa habari Songwe imepata mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili, ambapo mradi huu umejikita zaidi kuchochea upatikanaji wa huduma bora za malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mam kupitia uandishi wa vipindi vya redio vinavyolenga kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa maendeleo ya awali na hatua za ukuaji wa mtoto. Mradi huu unafadhiliwa na mshirika una mashirika na mashirika matatu ambayo ni Children in Crossfire, Techden, na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC mradi huu ambao ni wa mwaka mmoja unaendelea kutekelezwa kupitia FM Radio. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani kwa kawaida huadhimishwa tarehe tatu Mei ya kila mwaka, lakini sisi mkoa wa Songwe tuliamua kusogeza mbele kutokana na mwingiliano wa ratiba na kufikia siku ya leo lakini katika siku ya leo tuna mambo kadhaa ambayo tumeyapanga kuyafanya. Jambo la kwanza tuliona ni vema tuwatembelee ndugu zetu marehemu, kwenda kuziona familia zao. Tukio hilo tumeshafanya, tumekwenda, tumeziona familia za ndugu zetu waandishi wa habari waliofariki, ambao wote wanapatikana Mpemba, katika mji wa Tunduma. Na tukio la pili tuliona pia tushiriki shughuli ya kijamii kuwaona watoto hawa wanafunzi ambao wanaishi katika mazingira magumu ili tuweze kuwapa zawadi kidogo ya sare za shule. Leo ni siku muhimu sana kwa ninyi wana habari kukutana enu na wadau wenu kuweza kutafakari majukumu mlionayo kwa jamii na kuchukua hatua, iwapo kuna mahali pa kurekebisha parekebishwe, ili kwenda mbele katika kutekeleza majukumu muhimu ya upashaji wa habari. Ndugu mwenyekiti, ninawapongeza kwa wazo mlioweza leo kutembelea familia za wenzetu waliofariki dunia. Hili ni jambo jema sana, kwani naonyesha upendo wa hali ya juu. Lakini pia niwapongeze kwa hatua ya kusaidia sana wanafunzi ambao wapo katika mazingira magumu. Jambo hili si dogo, kwani katika jamii yetu wapo wanafunzi ambao wana uwezo masomo, lakini wanakwazwa kwa kuwa katika mazingira magumu. Katika hili nawapongeza sana, endeleeni kufanya hivyo na Mungu atawashushia baraka tele. Kwa niaba ya walimu wa shule zote mbili, shule ya msingi Sangu na shule ya msingi tunatoa shukurani zetu za dhati kwa moyo mlioonyesha kwa ajili ya kuwapa wanafunzi wetu sare ambao wanaishi katika mazingira magumu. Tunashukuru sana, kwamba moyo huu mwendelee nao, pale mlipotoa Mungu atawalipa. Sisi hatuna mengi sana ya kuongea zaidi ya kushukuru lakini pia nipongeze kwa namna ambavyo mnaweka programu za kusaidia kama hivi watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. Ni jambo ambalo kwa kweli ni jambo zuri sana, na niombe tu kwamba hata taasisi zingine basi zijifunze namna ambavyo wenzetu mnafanya, na si kujifunza tu, na zenyewe hizo taasisi ziweze kuchangia kwenye klabu hii ya waandishi wa habari ili kuweza kufanikisha jambo hili likawa walau na